Nitunze ni hifadhike, ni hifadhi wanyamaze, nipoe ni tonono. Masha Allah, mesikia sauti ya Zuchu jamani. Huyu ndo mwimbaji sasa. Sio mwimbaji live sauti na mabonde bonde. Uh-huh. Anaimba vizuri kote kote. Akiwa on the stage na speaker, akiwa live, anajiburudisha mwenye kisauti kizuri. Hello my beautiful people, we are back with another video ya Zuchu. And today tutasikiliza Zuchu singing live hapa, akiwa zake mitaya huko Mtwara. Mtwara huko kwenye gari mwenye alikuwa najiburudisha na, taarabu safi kabisa. Well, guys, without talking much embo msikilizeni hapa bizura kabisa, na kisauti cha kinyororo cha kumtoa nyoka pangoni kitarabu fulani hivi, amazing. Well guys, enjoy this video.

Haya, mambo mengine hapa mwisho haya. Hi, hizi ni challenge za huko TikTok za Amanda remix, ile bwana remix hatari, hey. ule dada na... makelele, ana makelele balaa. Ukitaka zaidi hizi challenge naenda kule TikTok utakutana nazo nyingi sana. Well guys, I hope umeenjoy sauti nzuri kabisa ya madam Zuhura. Usisahau kunikia hapo chini kwenye comment, na wapendeni sana fans wa Zuchu.